Vikao vya kikatiba ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM vimeng'oa nanga hii leo, ikianza na kikao cha Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimeongozwa na mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiki kazi yake kubwa ni kuweka sawa ajenda ambazo atazipeleka katika kikao cha Halmashauri Kuu, ambao wenyewe sasa baada ya kupitisha ndio mambo yatakayochukuliwa hapo na kupelekwa katika mkutano mkuu wa chama utakaofanyika tarehe 29 na 30 ya mwezi huu. Huu ni mkutano mkuu ambao upo kwa mujibu wa katiba ya chama cha mapinduzi, mkutano ambao utakwenda kufanya maswala matatu makuu ambayo mpaka sasa yamewekwa bayana. Kwanza itapokea utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa miaka mitano kwa serikali zote mbili, serikali ya jamhuri ya muungano pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya hapo, jambo jingine itakuwa ni kuleta ilani mpya sasa ya miaka mitano ambayo chama cha mapinduzi itakwenda kuinadi kwa Watanzania kuomba ridhaa ya kupewa tena kibarua cha kukaa madarakani. Lakini kingine ambacho kitafanyika ni mabadiliko ya katiba ya chama hicho. Nakumbuka hata katika mkutano ambao ulifanyika mapema kabisa mwaka huu, kuna mabadiliko ambayo alifanyika hasa katika eneo la upigaji wa kura kuwapata wagombea wa udiwani na ubunge. Nini ambacho kinatarajiwa katika mkutano huu? Mengi yanatajwa kwamba haya matatu ndiyo ambayo yatasukuma ajenda, lakini kuna tetesi nyingine ambazo watu wameendelea kukaa nazo wakiamini surprise ambao walikutana nayo kwenye mkutano mkuu maalum huenda pia wakakutana nayo safari ijayo. Na wewe unawaza hivyo hivyo ndivyo ambavyo ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Mi naitwa Nordin Selemani. Studio tumemwalika dr Richard Mbunda, yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa, lakini pia ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na eneo lake ni mambo haya haya ya siasa na utawala. Karibu sana. Asante asante, kwema kabisa. Mambo yanasemaje? <coughs> <mambo yanasonga. laughs> <Hey. laughs> Leo CCM ameanza hatua ya kwanza kuelekea mkutano hmm, uh, mkuu wa chama mara nyingi mkutano huu miaka ya nyuma ndio ambapo watu walikuwa wanasubiria wana, wana kwenda kupata majina mgombea urais mm -hmm. eh, makamu pamoja mm -hmm. na mgombea urais wa Zanzibar safari hii no, kibao kimegeuka wagombea tayari <laughs> washapatikana mapema mm -hmm. Sasa wanakwenda kwa ajenda tatu ambazo wamezitaja mm -hmm. Moja ni utekelezaji, wataeleza namna ambavyo ilani ya mwaka eh, mitano iliyopita mm -hmm. ambayo imeanzia mwaka ishirini yeah mpaka 25 walivyoitekeleza. mm -hmm. Ni maeneo gani ambayo naamini kabisa ataleta msisimko mm -hmm. Namna ambavyo yatakuwa yakiwekwa pale bayana kwamba CCM ameyatekeleza. Naam. Um, uki umenikumbusha ile ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa zaidi ya mia tatu nadhani kuna kipindi tulikuwa tunataniana kwenye uchambuzi <laughs> kurasa mia tatu na moja <laughs> kitu kama hicho, ni ilikuwa ni ilani ambayo imesheheni ahadi nyingi, na kama tunavyojua ilani siku zote ndo inakuwa ule inaitwa mkataba, mm. wa kijamii au agano la kijamii ambalo ah, linauzwa, ilani inauzwa kwa wapiga kura na wapiga kura wanapiga kura kwa kuinunua mm. kwamba mmetuletea hii ilani tumeipenda, na tutawapa tuta ridhaa ya kuongoza. Sasa mm. kulikuwa na vitu vingi ambavyo kama nilivyosema, vimesheeni humo, na labda tu unaweza kusema kwamba of course, uh, tunaweza tukajadiliana kuhusiana na utekelezaji, lakini labda unaweza kusema vilevile kwamba aliyeanza naye hiyo mm. ilani sio ndoo ambaye amemaliza nayo, mm -hmm. Lakini uh, kwa bahati nzuri tulikuwa tunasikia mara nyingi sana ilani ikirejewa kwamba tunatekeleza ilani, tunatekeleza ilani, tunatekeleza ilani, sawa na kwenye maeneo kwa mfano kama ya miundombinu mm -hmm. Eh, kwa sababu kulikuwa na miundombinu ambayo tayari ilikuwa imeshaanza, kwahio ilikuwa kwenye mchakato wa kumalizia eh, unaona kabisa kwamba kuna uh, kazi nzuri ambayo imefanyika eh, uh, juzi wame nadhani wamekamilisha ile uh, daraja lile la Kigongo Busisi ambayo ni mafanikio makubwa sana sawa eh? okay. <coughs> daraja la Magufuli hey. <coughs> Na ukizungumzia vilevile vile ile uh, miradi ya kimkakati ambayo ilikuwa imeshaanza tangu nyuma, lakini of course, kwa sababu ilikuwa inaendelea kukamilishwa na ujenzi wa barabara, ninadhani ni eneo ambalo uh, Chama cha Mapinduzi itajivunia ita, ita, ita Uh, sema tu labda nikumbusha kidogo maaki ni, ni kati ya mambo ambayo yanasemwasemwa yana semwa. Mm. Uh, unamkumbuka kipindi kile uh, mwenezi wa chama katibu wa itikadi na uenezi mm. Humphrey Polepole pole pole. Mm. Alitaja Uh, flyovers yeah? Yeah. Yeah, madaraja ya juu kumi hapa <laughs> <laughs> jijini Dar es Salaam mm, ambayo angekuwa na lengo ya kuondoa foleni kabisa. uh, kwa bahati mbaya alijajenga hata moja yeah. Kwa hiyo uh, inawezekana kuna maeneo ambayo uh, kutokana na mabadiliko ya utawala kutoka awamu ya tano kwenda awamu ya sita mm, uh, mazingatio yalibadilika kidogo, lakini uh, kimsingi uh, ahadi imetekelezwa mm. eh, ukiangalia vile vile kwenye huduma za jamii E, kama afya e, kwenye elimu na kwenye elimu uwekezaji mkubwa sana umefanyika mm. ujenzi wa madarasa mm. kwa hiyo unaona kabisa kwamba uh, kuna kitu ambacho uh, Chama cha Mapinduzi itajivunia katika kutekeleza ilani mm. lakini uh, kama ilivyokuwa siku zote na sio kwa Tanzania tu, kwa nchi nyingi hata, hata nchi zilizoendelea mara nyingi sana ahadi ambazo zinawekwa kwenye ilani huwezi ukazitekeleza zote, okay. Tunatarajia ilani mpya no, itawekwa juu ya meza katika hmm, mkutano huo ambako eh, wanasisemu watairidhia iliende sasa hmm, wakainaji no. Tayari kauli mbiu ipo bayana hmm, kazi na utu no, tusonge mbele no. Kipi ambacho kina reflect hii kauli hmm, na yale ambayo tunayatarajia ndani ya ilani hiyo mpya uh, kimsingi tuta, tutegemee kwamba bado takuwa na msisitizo um, sana wa kutoa huduma kwa jamii. Uh, kwa sababu hata tu katika um, mazungumzo ya kawaida ya wananchi eh, nimesikia sikia kwa vyombo kadhaa vikijaribu kuuliza wananchi kwamba eh, wangetamani mm, nini kiwepo eh, nini mm, kiwe hivyo kwenye ilani. Uh, wengi wanazungumzia huduma za jamii eh, huduma za afya. Kwa hiyo ina maana huduma za afya wanataka ziboreshe zaidi. Eh, huduma ya elimu na mikopo labda elimu ya, ya juu. Eh, watu wanataka iboreshe zaidi huduma eh, ya kusambaza umeme mpaka vijijini eh, kwa sababu eh, ni huduma ambazo kimsingi wananchi wanazihitaji sana na zingine zinasaidia ku, kuboresha shughuli zao za kibiashara kama umeme ukienda mpaka uh, vijijini unawasaidia sana kuboresha shughuli zao za kibiashara. Kwa hiyo tutaona msisitizo kwenye hayo hayo mambo, lakini vile, vile um, kwanza tuseme kwamba ulikuwa tunategemea kwamba Uh, kwa sababu ni mwaka huu vile vile tunatengeneza dira mm. ya miaka ishirini na tano ya ya miaka ishirini na tano ijayo, tulitegemea tuone dira kwanza imetoka Dania, kwa sababu inatakiwa ilani zote sio tu ya chama cha mapinduzi, lakini ya vyama vyote vinavyoshiriki uchaguzi ishabiane na dira, yani ifuate yale mazingatio ya dira, sawa mm. na ndio inavyotakiwa hiyo lakini labda uh, kwa, kwa, kwa sababu uh, uzinduzi wa dira umechelewa uh, kidogo uh, na tunaamini kwa sababu ni, ni, ni Chama cha Mapinduzi hikocho watengenezaji wa dira <laughs> ni inawezekana <insiders, laughs> kuna vitu vingi ambavyo vipo kwenye dira vitajitokeza vilevile kwenye hiyo uh, ilani mm. kwa maana yake huenda uh, ilani 2008... mm. ya Chama cha Mapinduzi ikaakisi kile ambacho kinatarajiwa sasa ndani ya serikali kupiganiwa katika miaka ishirini na tano ijayo, dira ya maendeleo ya taifa. Naam, ni sahihi kabisa. Sasa kwa sababu uzuri wake, dira of course ni mpango wa, wa muda mrefu mm. lakini kunakuwa na mipango ya muda mfupi mfupi, miaka mitano mitano. Kwa hiyo nailani nayo inatakiwa, kwa sababu ni miaka mitano, inatakiwa ijaribu kuangalia ni kwa kiasi gani itaweka mipango ya miaka mitano, lakini ambayo inatekeleza dira uh, ya taifa maeneo mm. yeah. gani ambayo katika hali ya kawaida ungeambiwa uh, leo uyasemee kwamba CCM mm. wakayatie nguvu kwenye mm. eh, dira yao ungeyabainisha zaidi, ukiachana na yale ambayo sema, mm. watu wameulizwa ulizo, wamesema kwamba wanahitaji hiki, mikopo <laughs> ya elimu ya yeah. juu. Wewe kama mtaalamu wa mambo mm. ya siasa na utawala mm. wapi ungeambia CCM katieni nguvu maeneo moja, mbili, tatu? Nimependa hilo swali kwa sababu umesema wapi tutie nguvu mm. Unajua, ukiangalia ile, ile ilani kwa mfano hiyo ambayo inafanyiwa tathmini ni kama vile imesambaa sana mm. Sawa, yani una, unakuta kwamba tupo karibu kwenye kila kila eneo mm. eh, of course, kwenye kisiasa ni sawa kwa sababu unataka usipitwe na kitu sawa. Mm. Yani upunguze manung'uniko, eh, kwa sababu ukisema labda pengine Uh, tujenge miundombinu kwanza huku <laughs> kwingine tunani, unaweza kupata manung'uniko watu wanakuambia e. Kwa ah, sababu kulikuwa na ile kwa mfano ule mjadala kama maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Kwa hiyo ni ilani ilikuwa ya design hiyo ya design na kimsingi uh, yawezekana hata hiyo inayenda kuzinduliwa haijazinduliwa <laughs> bado mm. Lakini uka, uka, ukaona kwamba ipo ya mtindo huo huo kwa sababu tunajaribu wanasema kusatisfy interest za makundi yote mm. Sawa, lakini mimi uh, binafsi uh, ningependa sana eh, kwanza tuwe na kile kitu anaita mradi wa kitaifa okay. Sawa, yaani national project, kwamba katika kipindi hiki labda pengine cha miaka mitano mm. uh, tungejikita kwenye sekta hii hapa, labda pengine sekta ambayo ingeweza uh, kuleta mafanikio maeneo mm. mengine mengi sawa eh? Mm. Eh, utakumbuka labda uh, awamu ya kwanza, awamu uh, ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kulikuwa na utaratibu huo, kutakuwa na eh, mradi wa kitaifa, kwa mfano viwanda mm. na viwanda vingi sana vilijengwa kipindi kile. Kwa hiyo ina maana uh, nguvu zote eh, uh, uwekezaji na bajeti yote, naona kwamba inaelekezwa kwenye eneo fulani, ingawaje maeneo me mengine hayasauliki moja kwa moja mm. sawa. Kwa hiyo nilikuwa natamani hiyo, kwa mfano eh, kwa mfano sekta ya kilimo okay. Eh, na hii ilani ambayo uh, ina inaisha muda wake walizungumzia kwa mfano kufungamanisha kati ya sekta ya, ya viwanda mm. na sekta ya kilimo mm. sawa, kuhakikisha kwamba labda pengine tunakuwa eh, tunastafisha tuna, tuna au tunapeleka jembe la mkono makumbusho mm. na tunakuwa na viwanda ambavyo vinatengeneza zana uh, za kisasa labda zine, ambazo zina mashine uh, motorized yeah, kwa ajili ya, ya, ya kuendesha kilimo kama labda wanaofanya Vietnam, ama wanavyofanya uh, China, unaona, na tunaona saa hizi kuna baadhi ya vifaa vinakuja hapa eh, ambazo vina, vina mota na, na, na, na wakulima wanachukua narahisisha na, na kazi. Kwa hiyo ufungamanishaji, ufungamanishaji ule wa kilimo na viwanda ungeleta tija kubwa sana. Hatujafanya uwekezaji wa kutosha bado kwenye kilimo mm. na kilimo ambacho kimeajiri uh, zaidi ya asilimia 65 ya Watanzania uh, na ndoo ambacho bado tunakiangalia kama utu wa mgongo. Tulitegemea labda pengine kuwe na uwekezaji mkubwa unafanyika huko, kama ninavyosema, labda pengine wa wazana zenyewe za kilimo ambazo ni za kisasa, lakini vile vile kuangalia ni vitu labda kama pembejeo mm. sawa eh, tunatumia tu, hela nyingi sana ku, labda pengine kuimport kuleta mm, pembejeo mm, mm. Wakati labda pengine tungeweza hata kuwa na viwanda vyetu sisi wenyewe hapa. Umeona kule kulikuwa na ile um, jitihada zile nadhani kuna mwekezaji kutoka Burundi mm. Kafungua kiwanda Dodoma hizo mm. ndio nani ambazo tunazitaka, lakini saa nyingine sio lazima tu usubiri mpaka mwekezaji aje eh, kipindi kile cha baba wa taifa Eh, hivyo viwanda tunavyozungumza hapa ni serikali iliamua ijenge kwanza, sawa. Kwa hiyo ina maana hata sasa hivi tunaweza tukaamua tujenge kwanza, alafu baadaye unaweza kuwauzia watu hisa, kiwanda kikiwa kinaendelea kufanya vizuri na unaendelea kutimiza yale malengo yako. hmm. kwa hiyo mimi binafsi, lakini, lakini sio tu hivyo kwenye labda uzalishaji uh, kwenye masoko vile vile, sawa. Kwa Tanzania hapa hasa kwa wakulima hao wadogo wadogo yani mwaka ambao wanapata mavuno mengi mm, ndo mwaka ambao bei zinashuka sawa. <laughs> <laughs> sasa <Sato, laughs> tulikuwa tunategemea uh, serikali iweke uh, miundombinu ya masoko kiasi kwamba mtu akizalisha ajue kwamba nimezalisha, nimepata labda gunia ishirini gunia mia, nina uhakika wa soko na zitanisaidia labda pengine kuboresha kilimo chake au labda pengine kuwekeza katika maeneo mengine mm. Kwa hiyo bado kwenye masoko hatujafanya vya kutosha. Okay. Kuna miradi kama ya BBT ambayo imeanzishwa ambayo inaonyesha ni ni efforts nzuri za serikali kujaribu kuangalia vijana na kuwaleta kwenye kilimo. Ah, lakini ah, ingependeza zaidi. Eh, na, na, na of course kuna mazao ya, ya ya kimkakati vile vile. Kama mm. <coughs> maparachichi parachichi, eh, kuna utafiti nilifanya wa maparachichi hivi karibuni eh ukanda wa, wa, wa kusini kule. Eh, kama Mbeya, Njombe E, Iringa na kule Ruvuma na na, na, e, na una wananchi wanahamasika sana e, lakini hmm. E, bado ile support ile ya, ya serikali haijaweka hmm. Kwa hiyo mimi ningetamani kwa mfano kama tuamue kwamba katika hii keki hii labda pengine kipande ambacho kinaweza ikawa labda pengine a, labda pengine a, moja ya tatu hmm tukielekeza kwenye kilimo, tuhakikisha kwamba tumefanya uh, kilimo chetu kiwe tumeboresha, tume-transform kiwe cha kisasa na tunajaribu kuleta kufungamanisha kati ya kilimo na viwanda Jiru. Tujenge viwanda ambavyo vinachakata labda pengine bidhaa zetu hapa mm -hmm. eh, tunalima matunda mengi mananasi na kadhalika, eh. na, na, na tujenge viwanda ambavyo vinasapoti kilimo Sawa, okay. Uh, tukijifunga tu, tu, mkanda huko kungine kidogo na kuhakikisha tu, a tunawekeza kwenye nadhani tunaweza na kuhakikisha kwamba uh, wale ambao wamejiajiri kwenye hiyo sekta wanapata faida kubwa sana. ajenda okay. eh, uh, tatu ndizo ambazo zimtatawala mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, CCM <gibit> lakini watoto wa mjini wakwambia tetesi hazikosekani <gibit> nah. wanatajataja huenda mkutano wenyewe uka ukaja na surprise hmm, ya kupata katibu mkuu hmm, uh, kurithi nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi na, ambaye ninafahamu katika mkutano mkuu maalum uliopita uh, alichaguliwa na, kuwa mgombea mwenza hmm, wa Dr. Samia Suluhu Hassan na wengi wanasema iwapo katibu mkuu atapatikana basi hata sekretarieti nayo pia inaweza ikachakatwa mm. chakatwa hapo ili kupata mwelekeo <laughs> mpya. <laughs> Nakumbuka wakati, wakati wa mkutano mkuu maalum, mwenyekiti wa chama alisema dhahiri kwamba katibu mkuu anaachwa kwa ajili ya kazi ya ilani. No, no. Ambayo sasa inaonekana kama kazi ya ilani <laughs> me, kamilika. Kamilika. Nawe unadhani una, una, una, una kwamba mkutano mkuu unaweza ukatoka na jina jipya la katibu mkuu? Uh, nadhani hivyo kwa sababu uh, kwa sababu kuu uh, tatu ya e, kwanza, sasa katibu mkuu anatakiwa uh, aanze kufikiria namna gani ataendesha kampeni eh, kama mgombea mwenza na kuhakikisha kwamba anapata uh, ushindi katika uchaguzi ujao, sawa. Kwa hiyo kama mgombea nadhani anatakiwa ay, ama ayo majukumu mengine ambayo ni makubwa zaidi <laughs> yatue ni makubwa kwa sababu ya ya muda, tuna ni mwaka wa uchaguzi lakini, uh, sababu ya pili uh, tunamzungumzia katibu mkuu ambayo ndio kimsingi ni kama uh, ni CEO, eh? na ni msimamizi hmm. wa, wa uchaguzi wa ndani sawa. Chama Cha Mapinduzi kinaingia kwenye mchakato wa uchaguzi wa ndani. eh? ambao uh, unahitaji umakini mkubwa, kwanza katika kusimamia eh, na kuhakikisha kwamba eh, unaingia kwenye uchaguzi wa ndani na mnatoka salama eh. Mm. Kwa sababu mwaka huu tu tumepata mifano ya jinsi ambavyo chaguzi za ndani zinaweza <laughs> <laughs> zinaparaganisha mambo. Yes, zinaweza kuparaganyika. Kwa mfano, tunapozungumza kwenye ubunge. Uh, kuna maslahi makubwa sana kwenye ubunge eh, na utagundua kwamba watu wengi wengine wameshatangazania eh, na mara nyingi sana tunasikia kauli za viongozi wa chama, mm. wanajaribu kuonya, kwa sababu kuna vikumbo, watu wanapigana vikumbo. Sasa ni, ni, ni mchakato ambao unahitaji uh, utulivu <laughs> na, na uweze kuusimamia vizuri. Kwa hiyo naamini na kabisa uh, utahitaji upate uh, CEO mpya na labda pengine mwenye uzoefu wa kutosha ili aweze kusimamia huo uchaguzi vizuri. mm. Uh, taarifa ambazo ninazo kutoka ndani na. ya chama cha Mapinduzi. mm. Inasema zile tarehe tatu za mwanzoni zile, mm. ndiko ambako itatangazwa rasmi tarehe ya watu kuanza kuchukua fomu za kugombea. mm -hmm. no. Na maanake kipindi ni kidogo sana mm. Katibu mkuu ndo ambaye anasimamia mambo yote no. Unadhani sifa gani sasa zitamstahili, ama sisi tunaweza kusema kwamba malizia jukumu hili kwanza, alafu tukutane baadaye. Uh, kwa kweli of course Chama cha Mapinduzi kina hazina ya viongozi E, wengine tunawajua kwa sababu wapo wanaonekana, mm. wanataja taja, lakini wengine hatuwajui sawa eh? Na naamini kabisa uh, mwenyekiti na viongozi wa, wa juu wa Chama cha Mapinduzi wana taarifa muhimu eh, ya kila mtu ambaye wanadhani anaweza akachukua hiyo nafasi. Lakini uh, sikatai moja kwa moja kutokana na uzoefu wake eh, na utulivu wake, na labda kwa sababu alilianzisha hilo maanake, tayari washajitengenezea kanuni ya ndani ya namna ya kuliendesha. Labda wanaweza kusema eh, mamalizie hapa halafu <gibu> mwingine huyo aje baadaye, lakini naamini kabisa kwamba bado anaweza kupata mtu ambaye anaweza kulisukumwa hilo gurudumu vizuri. Ungeambiwa utaje sifa za mm. mtu ambaye harifi nafasi ya mm. Uh, Dkt. Nchimbi katika nyakati mm. hizi za kuelekea katika uh, uchaguzi wa mm. ndani ya chama kupata wagombea mm. na baadaye ukichukua chama ukivusha kwenye uchaguzi mkuu ungetaja nini? Uh, ningependa kuona kwanza mtu mwenye msimamo eh, kwa sababu uh, uchaguzi hizi za ndani mara nyingi zinakuwa na tuhuma nyingi sana, tuhuma kama za rushwa eh, kuna baadhi ya haki za baadhi ya watiania zinakiukwa zinavunjwa. Kwa hiyo unatakiwa uwe na katibu mkuu ambaye anaweza kusimama na sekretariati yake eh, na kusema kwamba labda pengine hizi kanuni tunazisimamia sawa. Kwa hiyo msimamo ni muhimu sana sawa. mm -hmm. Lakini pili, awe ni mtu mwenye maamuzi, yani ambaye anaweza kufanya maamuzi na akasimamia maamuzi yake. Sawa, na na, na, na, na tatu tunazungumzia mwaka wa uchaguzi na ni mwaka ambao siasa ndo zinakuwa at play eh? Yani hmm. Siasa zinakuwa waziwazi wazi. Hmm. Kwamba kuna kurushiana majembe amini kurushiana vijembe uh, kwa, kwa wanasiasa eh? Huyu atasema hiki, huyu atasema hiki uh, ni tunahitaji <laughs> tunahitaji uh, katibu mkuu ambaye anaweza kujenga hoja na kujibu hoja sawa eh? Na, na, na sio labda katibu mkuu ambaye ni, ni mropokaji tu, manake saa nyingine ukiropoka unaweza kuleta Uh, ukaharibu uka, uka, uka, uka ule utangamano wa kisiasa eh, katika chama chako lakini vile, vile, katika nchi uh, CCM ni chama kiongozi. Kwa hiyo kina wajibu wa kuleta uongozi katika siasa za nchi. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye ana ile wanaita intellectual maturity mm. ya kuweza ku, ku, ku, ku, ku, kufanya siasa zenye, zenye tija eh, na kukiacha chama kikiwa salama lakini vilevile maliacha taifa likiwa salama likiwa na kile ambacho tunakiita kama uh, utangamano wa kisiasa kwa hiyo nadhani hizi ni baadhi ya sifa ambazo tuna tunaweza kusema kwamba uh, tuna, tunataka tuna, tuna tuzione kwa huyo katibu mkuu mpya ambaye anaweza akateuliwa aka mm. tungalibato dakika chache chache hivi, kabla tujahitimisha uchanganuzi, nipo na Dkt. Richard Mbunda, yeye ni mchambuzi wa maswala ya siasa, lakini pia ni mhadhiri kutoka Eh, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tukotuka tupia macho vikao mbao mm. vimeanza ndani ya Chama cha Mapinduzi uh, CCM. Leo ameanza na kamati kuu CC uh, na kesho ataingia kwenye halmashauri kuu, kukaa mguu sawa kuelekea katika mkutano mkuu ambao utakuwa na ajenda tatu, lakini moja ya jambo ambalo limekuwa likizungumzwazungumzwa mitaani, la kupatikana kwa mrithi wa nafasi ya katibu mkuu uh, wa chama na ametueleza hapa Dokta Mbunda, mtu ambaye anastahili kuchukua nafasi hiyo awe na sifa za namna ipi. Uh, jambo moja wapo. Jingine ambayo linatajwa ni mabadiliko ya katiba, japokuwa wenye CCM wajasema mm, kuna maeneo gani watakaoenda kuyachakata kwa hali ya mambo, kwa sababu ule mkutano uliopita mm, walirekebisha mm, eneo la idadi ya uh, wa, wanachama wao kwenye kupiga kura zile za maoni na, na unahisi safari hii wanaweza wakagusa sehemu nyingine ipi? Kwa sababu ni chama ambacho inaonekana kila baada ya muda kimekuwa kikibadilisha katiba yake ili kuendana na hali ya mambo, kutoka mm. ile katiba mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba na mm. amekuwa na matoleo kadhaa mengine. Naam na, uh, ni, ni ngumu kupiga ramli hapo, lakini mi nadhani kuna ishu kidogo kwenye huo utaratibu walioleta sasa, kwa sababu ni utaratibu ambao uh, unawapa kazi secretariat mm -hmm. Sawa kwa sababu wamesema kwamba uh, watu watachukua fomu, yani watiania watachukua mm -hmm. fomu kule. Wakisha jaza fomu watajadiliwa na vikao vya kule chini mm -hmm. lakini itakuja moja kwa moja mpaka huko juu, alafu huko juu wakishajadilia kwa kuangalia vile vile, na labda pengine mapendekezo ya vikao uh, vya mkoa vya wilaya watapeleka majina matatu. Sawa. Sasa kwa kwa hii nchi yetu hii ilivyokuwa kubwa <laughs> unagundua kabisa huu mchakato utakuwa ni, uh, si, yani sio mdogo mm. uh, utakuwa ni mchakato mkubwa. Sasa sijui labda kuta, kwa sababu uh, kwa maslahi ya muda uh, unaweza kukuta eh, kwa sababu hata elfu mbili na ishirini mm. wa, mwanzoni walipanga wali hivyo hivyo baada ba, waende watu wachukue fomu wajadiliwe, alafu baadaye atarudi hmm. majina kadhaa, lakini baadaye wakaona kwamba hmm. wasingeweza mchakato kutokana na muda na kutokana na uzito wa majukumu wenyewe, wakawaingiza wote <g Latin> kwenye kinyanganyiro cha upigaji kura hmm. na, na kipindi kile watu walijitokeza wengi sana, yeah. unakuta majimbo mpaka yana watu sitini, <gatuhi> <gatuhi> kwenye ubunge kwenye udiwani <gatuhi> sijui watu, kwa hiyo kulikuwa nadhani Uh, mimi uh, kama nilivyosema ni ngumu kupiga ramli, nawezekana mm. kuna mama mengine ambayo watazingatia, lakini huo uh, mchakato kidogo umenifikirisha vile vile. Okay, na maneno ya kwa kwake uh, Dkt. Richard Mbunda ambaye nimekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, tukimulika kwanza kwa vikao vya kikatiba ndani ya Chama Cha Mapinduzi, CCM kuelekea mkutano mkuu ambao utakaofanyika tarehe 29 na tarehe 30 pale uh, Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Uh, Kikwete ambako zaidi ya wanachama elfu mbili wanatarajiwa kukutana hapo kwenda kuamua ajenda tatu. Kwanza ni kusikiliza utekelezaji wa ilani ya chama hicho kwa miaka mitano, lakini pia kutakuwa na shughuli ya kuzinduliwa kwa ilani ya miaka mitano ijayo, ambao watakayokwenda kuinadi kwenye uchaguzi mkuu. Lakini pia jambo jingine ni mabadiliko ya katiba ambayo, uh, Mbunda amesema kwamba hataki kupiga ramli nini ambacho kitakachomia ni kushukuru sana. Asante sana. Shukrani. Naam, na kwa exactly nukta hiyo ndo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Mi naitwa Nurdin Selemani nikutakie usiku mwema na panapo majaleo tukutane wakati mwingine, kwa heri kwa leo.